Na mtazamaji wa gumzo la Ghassani, karibu kwenye Gumzo Updates, na tunaelekea tena kisiwani Unguja, ambako makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman hivi leo, Jumanne ya tarehe 25 Novemba mwaka 2025 alijumuika na waumini wengine wa Kiislamu pamoja na wananchi, katika maziko ya marehemu Bwana Makame Ali Wadi wa Gamba Majenzi, wilaya like, ya Kaskazini eo Unguja. Bwana Makame alikuwa ni muume wa mmoja wa wasaidizi wa Mheshimiwa Othman. Alifariki dunia jana usiku katika hospitali ya Chumbuni alikokuwa akipatiwa matibabu, na alisaliwa katika msikiti wa Ijumaa wa Gamba, swala ambayo iliongozwa na Sheikh Hamis Jaku, na hatimaye kuzikwa katika makaburi ya kwao Gamba, nyumba ya nyasi, jimbo la Mpwajuni, mkoa wa Kaskazini Unguja. Viongozi mbalimbali mbali wa dini, jamii na siasa waliungana mheshimiwa Othman ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo katika maziko hayo, wakiwemo viongozi wa chama hicho wa jimbo la Mkojuni. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ailaze pema roho ya marehemu mapeponi, amin.